Watu wamekutengenezea kofia la miiba na wamekubalisha kwa kichwa, unasikia uchungu, unalia peke yako, lakini kupitia huo uchungu Mungu ataleta baraka kubwa juu yako. Amen! Bwana Yesu asifiwe. wamekubalisha kofia la miiba, miiba ambayo ina kudunga dunga mpaka unasikia uchungu, unashindwa, unajaribu kuitana, hakuna yeyote ambaye anaweza kukuitika, lakini kupitia huo uchungu Mungu anaenda kukufanya kitu kikubwa katika jina la Yesu Kristo. Bwana Yesu, Yesu wasifiwe. Kupitia hilo kofia la miiba wamekuvalisha kuna muujiza mkubwa ambao unaenda kutendeka katika jina la Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Kupitia hayo majaribu ambao wanakupitishia, kupitia huo moto ambao wanakupitishia, hautatokea mahali pale bure, bali jina la Jehova litatukuzwa kupitia huo moto. Bwana Yesu asifiwe. Ni kofia la miiba ya aina gani wamekuvalisha? Ni kofia la miiba ya aina gani wamekuvalisha? wamekudunga upande upi? Wamekuchoma upande upi? Moyo wako ume umesikia uchungu? Moyo wako umeumia kwa sababu ya ile kofia wamekuvalisha lakini nataka nikwambie mchana wa leo, Mungu ameniambia wa nikwambia kwamba kupitia hiyo kofia ya miiba wamekuvalisha, Mungu anakuja kukutendea miujiza. Yeah. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Wamekusengenya aina gani? Wamekupiga vita vya aina gani? Wamekuonea wivu wa aina gani hiyo ni kofia ya miiba wamekuvalisha, lakini Mungu wa Israeli anaenda kuibadilisha na itakuwa baraka katika maisha yako katika jina la Yesu Kristo. Wamevalisha watoto wako kofia ya la uchungu lakini Mungu anaenda kubadilisha itakuwa ni baraka na ushuhuda katika jina la Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu Mungu huyu ni Mungu ambaye halali usiku na mchana. Maandiko inasema ya kwamba baada ya wao kumvalisha ile kofia, wao waliona tu ni mabaya wanamtendea wana, lakini naye Yesu katika ulimwengu wa kiroho, yeye aliona akiwa amevalishwa kofia ya kimfalme. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo kanisa kisha wakaona ya kwamba wamekumaliza hayo mambo, ni ushuhuda siku ya kesho. Hayo mambo ya wale kupitishia yatakuwa ni ushuhuda kwako, katika jina la Yesu Kristo, amen. Bwana Yesu wa sifiwe, amen. You are going you are not going to die. Hawendi kufa. Bwana Yesu wa sifiwe, hawendi kufa. Kuna mambo makubwa ambayo Mungu ametuwaitia Manika, nasema ya kwamba wakamvarisha hata na nguo wao, wanafikia ya kwamba wanamfanyia moki wao. Kwa macho yao ya mwili waliona ya kwamba wamefanya makubwa na ya kufurahisha macho yao. But prophetically, Bwana Yesu wasifiwe, walimfanya akuwe mfalme. Amen.